na kukamilishwa rasmi kuwa tarafa mwaka wa elfu moja mia kenda makumi tatu na tano na ikagabuliwa ma sekta mwaka wa elfu moja mia kenda makumi tatu na saba ikawa na sekta tano ichiwemo Nganja, Mtambala, Tanganyika, Milenge na Itombwe. Fizi inaundwa na grupumaa kumi na nane. Itakumbukwa kwamba gupema kumi na sita zimemilikiwa na Wabembe, moja inaongozwa na Wabwali na ingine moja basi kasingu ya anibabuyu. Ifamike kwamba kati ya hayo magupema hakuna inayomilikiwa na Wafuliru wala kijiji kimoja ambacho wanaweza sema kuwa wenyeji wa pale <laughs> na kufatana na karte ethnographique ya Wabembe tarafani Fizi akukuwaki Mfuleru Mvira wana Munyindu mwenye ataweza sema hapa kuna kuwaka njo akwa macetuang. <laughs> Historia inatukumusha kwamba Wavira hapana Wafuliru walifika tarafari Fizi mwaka wa 1955 jinefu sekase waliletwa na wazungu au wa shirika Kotongo wa pamba wa upamba lililo husika na kilimo cha pamba yaani koto. Wakagabuliwa vituo nne vya kupanda pamba: Katanga, Kenya, Rupema, Baralasine ase ekotongo brupema ya Batongwe nemba grupema ya Wabwali na simbi brupema ya Basingukuma sud. Tunapenda kuonyesha hayo sababu vita vya udongo, vita vya udongo vinatuzi na vina kamba moto ndani ya miongoni mwa ndugu zetu wa Fulero. Vita vya udongo aziko kamba vitendo vya ndugu zetu wa fulegu vinavyoasilisha kudai visa na wabembe wache tuseme, vitatengenezwa baadaye. Mwaka wa elfu mbili na saba kamanda wa bishambuke ndamushoboro aliamua kutoza itulu kupiga vikali vijana. Hey. Hey. Mwakaelfuamwaka wa elfu mbili na saba, kwa mana wa mishambuke ga mshogoro aliamua kutoa itolo kupiga vikali vijana wa kibembe wa chimba dhahabu. Baada ya kukataa kulipa itolu muho platau za Fizi, wee ya pili mwaka wa elfu mbili kumi na nane mwani mwene Shele Jerome iungua alipigwa vikali na wafunderu ndani ya kijiji chake kwa ajili ya kulomba itolu paepemu nganja vilima. kwaee ya tatu nitaenda haraka mheshimiwa. Kwa ya tatu, mnamo tariki tatu za mwezi wa kwanza elfu mbili na makumi mbili na tano, kamanda wa vishambuke aitwaye Regeza alikamata atua na kumuua mwami mwene Shele Jerome eungua kwa ajili ya itolo ya eneo yake paepemunganja vilima, aliyemgomboa alifukuzwa na bafuleru kwa sababu ana eh, aliyemgomboa kwa sasa anapatikana kijiji cha Zee, alifukuzwa bulongo. Ya kweli ya nne kwa kijiji nguma, visambuke waliua raia kumi na sita kwa ajili ya kutoza kwa ajili ya tozo mwaka wa elfu mbili makumi mbili na nne pwe ya sita

Makongolo <laughs> makama kamanda wa F, F, FBB. <laughs> <laughs> Bwana Apotre Mnyororo alifyatuliana risasi na kupiga vitali wa vijana wa Wabembe na kuwakataza washichimbe dhahabu kwa madai kuwa eneo hiyo hiyo ni yao Wafuliru. <laughs> wee ya kenda ya masama walikosea kidogo, wa kwa tungo mwaka jana elfu mbili makumi mbili na tano jeshi la Wafuleri walipiga vikali mke wa ndugu Mtende Chipabaliere na kubeba pesa artikle ya kenda ya kumi. cha ajabu kamba za wafuleru wanalipisha hata maiti mbele ya kupita. Pia wanalomba pesa mbele ya kupita kwa wandugu wakimbizi hawo, ambao walikimbia jana, waliombwa pesa waziati. Ikumbukwe kwa maiti ilikuwa inatoa nguma inakwenda ni baraka, ile maiti yenyewe ililombwa itoze ile maiti toze atete ya kumi kwa kuona Wafuleru wanapenda vita na Wabembe kwa utasi wao, wanasaini mikataba ya uchimbaji dhahabu na Washinua ndani ya udongo wa Ubembe wao wow, Ndio wana, wanasaini di mikataba ya ya wananchi, artikli ya kumi na moja kuhusu mashamba. Wafuleru wanaanza siasa ya kutia mabone kwenye mashamba ambazo wamekodisha na kubadilisha majina ya eneo zetu. <coughs> tunacubua tuponi taifa tuponi wafuleru tuponi wanyingu tuponi wa bembe wa <coughs> wakidai kwamba udongo umekuwa wa kwao. Ndio maana wameamua kumaliza misitu yote, ijapo wakatazwe na viongozi, hawajali zaidi kwa mauaji ya kinyama ya siku ya sita tarehe tatu za mwezi wa wa kwanza huu elfu mbili na makumi mbili na sita usiku, ambao mdugu zetu watatu wameacha mayatima wake na watoto bila hatia yoyote. Wafulelu wanaendelea kutishia watu maisha kutumia watu mesaje za simu mbalimbali za ku huzunisha e, za kuanzisha vita, kufanya vikao vya vita vinavyoongozwa na kuchochewa na watu wafuatao: <tipos> Mm, tunarudia na kaza kazapa, inasema hivi majina mm, ya watu wanaochochea, ndio hawa. Security inafanya yawa kasorokozi, president wa Buguma, wa mm, Wabuguma wa Sergera, Jamari Ruhada, mm, Faraja, mm, Abaguma sosi Rasolo, hmm. ya Mungu prezida wa zamani wa Buguma, abwa abwa tuchukue msaha watu hawa wapenda futo na kupotoza mafikiri ya Wafuleru wengi. Baada ya mheshimiwa mkuu wa sekta ya Nganja pamoja na viongozi wa kijiji kutembelea kijiji mbalimbali kutembelea vijiji mbalimbali kwa ajili ya kuhamasisha raia wanao kalia eneo la parke ya Nganja watoke Bwana Ruara mtende Vincent alikamata maamuzi ya kutembelea vijiji hivyo vyote na kuambia watu hawa wasitoke sababu ni eneo la Bafuleru. Yeah. tusiende na makamba. Yeah. <tusyele> <Situperike bati>. Makamba haya <tusyele> ni machache tumetaja, kati ya mengi tulioacha na mengi tuliyoacha kama vile kushambuliwa kwa Mwami Mwenelu Banda kwa risasi juu ya kukataza kamba ya Wafuleru mweneo lake. Twaweza taja pia yaliyopita mkengia tariki tano mwezi wa kwanza elfu mbili na makumi mbili na nne watu walilala porini mahali hapo kwa adili ya Wafuleru. Ikumbushwe pia tarehe mnane za mwezi wa tano mwaka huu elfu mbili makumi mbili na tano, kikundi cha Wafuleru kutoka Kilicha walikuja kushambulia jeshi la FRDC hapa Fizi Senta, makao makuu ya tarafa ya, kwa njia ya kutaka kuangamiza raia hapa na serikali. Tena watu hawa tariki 11 za mwezi wa tano elfu mbili makumi mbili na tano walikuja shambulia kituo cha polisi pakagunga. Swali kufuatana na hiyo tumetaja hapo juu, tunauliza ye, tu tunauliza wakuu viongozi wa tarafa, Je, mmekwisha gabulia ndugu zetu wa Fulero eneo ndani ya tarafa letu la Fizi. Swali tumalize <worodius> maamuzi yetu pesa toka Lulenge toka <manyika> Itongwe, Mutambala na Nganja maka ambao tuekali, kufuatana na hayo yote tumetaja hapo juu, sisi wabembe tumeamua ifuatavyo: iwe mara ya mwisho kusikia mbembe amepigwa masasi wala fimbo na mfuleni, awe rahia awe kiongozi yoyote wa Kibembe, natoka leo itulu ilipwe kama ipasavyo bila Hivyo maamuzi itachukuliwa na wavye aii. <laughs> iwe mara ya mwisho kusikia mfuleru analomba itulu ndani ya udongo kwa Fizi, wa Fizi wao waombe itulu katika Uvira wala Ufuleru, lakini iwe mara ya mwisho isisikilike, akiendelea ina maana anataka vibaya bayana. Anataka vita bayana. La tatu, hakuna tena mbembe wa kupana wala kukodisha shamba wa mfuleliauya <tabu> ana kuaisha shamga ka mazao ya udongo wetu nakuwa nauza shiraha za kutuua. Pia magone bandia zote zigonewe mashambani. Eee, tuende na ya. Nataka kumaliza, Mweshimiwa mkuu wa tarafa, tunakutia kama shahidi, sisi hatupendi vita na tunasema kwa mfulenu

Tunakataa bunduki kuzagaa vyovyo ndani ya makao makuu ya tarafa, bunduki zao zote ziende kuvita bila hivyo bunduki za wabembe zitaonekana kwa wingi jambo ambalo hatutaki toka wali sababu siko sisi tuko na bunduki toka mwaka elfu moja makumi sita na mne vita vya Mulele, makumi sita na makumi kenda na sita vita vya Afude, makumi kenda na sita vita vya RCD tunahazo Mfuleru awezi kututishia Mbembe bunduki sababu Mbembe aligusa bunduki mbele za Mfuleru toka <tie> yeah! yeah! yeah! yeah! ja! <tie> toka sasa, tunaomba Wafuleru wenye kuwa ndani ya msitu wa Nganja watoke kama wanapenda ama kutafuta kufuatana na azimio ya serikali za kuwacha eneo hili kwa ajili ya parka ya Nganja ili wa wakae na wengine barabarani. Tumewapa wiki mbili watoke wote. <coughs> <coughs> <coughs> Toka, toka leo katika udongo wa Wabembe tusionekane kamba yoyote ya kijeshi ya kusumbua raia na kutuomba, na tunaomba mheshimiwa mkuu wa tarafa kutekeleza jambo hili kabla maafa hajatokea, iwe kwa raia wa kifuleru hatutake asumbuliwe na kamba yoyote, raia wa kibembe hatutake, raia wa kivira hatutake asumbuliwe, awe wamashi awa kinyindu, awa kirega, awe au awo wachirega hatutake ao raia wa wabembe wengine wote walioko ndani ya tarafa la Fizi. Kwa kumaliza kumaliza Watu wajue kwamba wabembe tuko Tanzania, Kongo Brazza, Burundi, tunajaa Kalemi, ukavu na hata uteritwali ya Uvira tu katika eneo zote itajwa hapo tu wapi tumekwisha fanya vita vya udongo? mm. <laughs> Wafuneru watuambie pale Uvira tumepisha dayi udongo fasi gani? Muteritwari yao wala kulipisha itulu wala kamba barabarani ndani ya Uvira. Mwisho tunakumbusha ndugu zetu wa Nyindu na Wavira musipumbwe na mawazo potovu ya Wafuleru. Licha ya kuwa kwa ndugu zetu, tunaishi nani kwa amani siku zote, tuko tayari kutetea udongo vitani